Habari zenu wa Tanzania, I think ilikuwa ni miezi mitano iliyopita nilifanya video kama hii nikiwa nimekaa kwenye gari nikiwa nalia, um, nikijilaumu kwamba na mimi nawasaidia CCM, namsaidia Samia Suluhu kuwatoa wananchi kwenye, kwenye reli ya kufuatilia mambo ya maana kwenye nchi yao instead nawaweka busy naumbea A uh, nilifanya ile video huku nalia because it was a hard decision, kwa sababu ndio pale ndipo nilipokuwa napatia hela yangu a uh, ya kula kulea watoto wangu, lakini niliona kama pia natumika nafanya ile kazi natumika. So I think ilichukua kama siku mbili um, um, baada ya ile video ambao nilikuwa very confused. I think ilichukua kama siku mbili nikafanya decision, nikarudi nikafanya decision, nikamwambia kwamba Sitofanya umbea kwa muda wa miezi mitano, nitajidedicate kwenye kuambieni ukweli, kwenye kuonyesheni ukweli kipindi hicho cha kampeni. Nika promise kwamba tarehe moja Novemba nitarudi kwenye umbea sababu siku expect kitu kama hiki. Nili expect i don't know, nilikuwa na expect nini, lakini i just thought baada ya tarehe ishirini na tisa maisha mengine yangeweza kuendelea. Um, siku expect uchaguzi ambao ungekuja na of course matokeo yaliyotokea um, toka hii ishu tokee, Watanzania wengi na wananifata, wanaambia dada, usituache dada, usituache. Eh, ulisema utarudi kwenye umbea, dada, usirudi hivo hivo, dada, tutakusapoti hivo hivo, lakini usirudi huko. Nimeona nifanye hii video ni, niwatoe ni wasiwasi, ndugu zangu, niwatoe wasiwasi, siendi popote mimi. Haya ndo maisha yangu sasa, ndo basi, haya ndio maisha yangu. Nitafanya hii kazi, nitasimama, nita na nyie mpaka Tanzania iwe liberated. Nitasimama na nyie mpaka tupate uhuru. Naomba msinitilie mi mashaka kwamba mi naweza nikawageuka leo au kesho. Mi sio hao, ndugu zangu, mi siwezi kuwageuka. Mi niko na nyie, ndugu zangu kama that means uh, nitakufa maskini. Kama that means whatever, yaani mi niko na nyie mpaka idha Tanzania iwe liberated, au wanitumie hao watu, ao waniue, that's the only way tutaachana. Mi sasa hivi nirudi kwenye umbea? Nawambia nini? Hao watoto, damu za watoto zopotea. How do I just move on from this? nika, nika dada yenu wa taifa iko na nyie, dada yenu wa taifa iko na nyie. We gonna see this through together, Mungu atatu guide mpaka mwisho. Lakini nachotaka kusema ni kwamba do not give up, hakuna ku give up, lazima tuipiganie nchi yetu mpaka tuipate. Kama that means watatuua wote milioni sitini, so be it, whatever it takes. Hatuachi hiyo nchi wala haturudi nyuma. So what's the way forward? Ambayo hiyo ndo kila mtu anauliza sasa hivi, tunafanya nini? What's the way forward? The way forward now is to really think. Wote tufikiri wote kwa pamoja kwa sababu hata tupo, tupofika hapa si haikuwa mawazo yangu mwenyewe, mawazo tulishare. Kwa hiyo from here on tutashare pia okay, tutashare, tutajadiliana. We have to do we have to do it the right way. Kuna yani tusi yani hivyo, we have to do it the right way, but mi nawahakikishieni tutashinda, nawahakikishieni no, tutashinda kwa sababu sisi ndio wananchi. Tutashinda Sitaki mtu afe moyo, sitaki mtu arudi nyuma, sitaki mtu a give up, aseme oh, basi tuachie. Hakuna cha basi tuachie, haipo. Kina Nyerere wangesema basi tuachie, wamwachie mkoloni, lo, tungekuwa wapi ndugu zangu? Hakuna cha basi, haipo and we'll find a way and we'll, we'll win. Just stay positive, stay positive and I'll tell you this, there's a, there's a light at the end of the tunnel, there's a light